le nichukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo tunaipata katika mkoa wetu wa Singida. Tulikuwa na madaktari bingwa hawa Dr Samia kwa siku sita zilizopita, kipindi cha Mei Mosi, lakini pia ya jana waliweza kukamilisha katika ngazi ya halmashauri zetu, hospitali za wilaya. Wameweza kutoa huduma nzuri na takribani zaidi ya wananchi 2500 wameweza kupata huduma hizi na leo hii tunao mabingwa na wa kanda kutoka katika mikoa ambayo nikapataja. Kwa hiyo, mkoa wa Singida tunaendelea kupata huduma bora na nzuri kutoka kwa madaktari wetu na wataalamu wote walioshiriki katika mazoezi hayo. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwetu, na sisi tunaipokea kwa moyo kujufu, na tunaahidi kwamba tutashirikiana nao vizuri ili kuhakikisha wanafanya kazi iliyokusudiwa. Shughuli hii imewesha kuwa swala ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa dhati kwa kufanikisha jambo hili. Ndugu zangu, hii ni fursa kubwa kwa mkoa wa Singida, zahanati melikuki zaidi ya zahanati sitini na moja hospitali za wilaya, kila wilaya zaidi ya hospitali aki walikuwa awala hospitali wajitapatowa hospitali hizi hospitali sinanaikea nipamoja na ifa na tukibakia ni sisi, tumeanzisha haya makano najilamini hapa Singida, tunakwenda kuvika rekodi, tunakwenda kutibu watu wengi zaidi. Nina wasa madaktari na wauguzi, hii ni fursa, twendeni tukaagumie hao awataii. Tunakwenda kukua, lakini tunakwenda kuwa na jina jema kwa nchi yetu kwaewatim kwa ajili ya kutoa msaada pale tunapotokea changamoto. Sisi tu tutashirikia cha kwa msingi kuhakikisha kwamba haizuii dawa hakiui kifaa kilimradi nifanikishe mahali hapa, yote hayo uvonezi vizuri na mganga mkuu wetu wa mkoa, ili mwisho wa siku madaktari maanake hii resource inatakiwa resource kutumika. Tunatarajia katika mkoa wetu wananchi takriban wasiopungua elfu tatu wanaweza kuona huduma hizi zilete matokeo ya uwekezaji uliofanyika. esitahi nitoe rai pia kwa, kwa, kwa, kwa sisi watumishi ambao ni wenyeji kutoa ushirikiano kwa wageni ninyi. Ninyi ambao ni wenyeji ndio ambao wakuaonyesha manaumaeu

Ah, nitoe wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi, wajitokeze kufika hospitali ya mkoa ya Singida ili kupata huduma hizi muhimu. Hii ni, ni fursa kubwa kwamba ulikuwa unatakiwa uende Muhimbili, ulikuwa unatakiwa uende Benjamini Dodoma au Muhimbili Dar es Salaam au uende Mloganzila eh, lakini huduma hizo matibabu hawa hapa chukua muda wako, njoo uchekiwe huduma mbalimbali. Si lazima uwe mgonjwa, inawezekana tuza kuja kwa cheka kuja kwa cheka ili madaktari bingwa watoe tamko hili.